Hakuna mtu ata invite kwa hiyo shamba ya Ruai. Hiyo shamba ya Ruai ni ya Jirongo na ni ya watoto wake. Na isije wakati mtu amekufa ndio watu wanakuja wanasimama hapa. Kuna watu wengi wangesaidia Jirongo hapo nyuma. Mimi na uwezo wangu kidogo, Mungu anajua na watoto wake wanajua. Na mimi nataka nisimama hapa niseme, ndugu zangu wakina mayo, tumekubaliana. Baada ya hii mashishi hii mayema yote itatolewa na kila kitu itatolewa hapa. Hawa watoto wamewachwa nyuma na ako na watoto wazuri zaidi ya watoto 20. Tushikane mkono tuangiki, tuangalie mali ya Jirongo ikutanishwa na ile gani tufanyeje tutafanya tuhakikishe hawa watoto waishi maisha mazuri. Na hiyo ndio kitu ya maana. Isije tunaongea tu, hapa tukuja hapa, oh, unajua eh, hey, hey, alafu baadaye nawacha niwaambie hii dunia ndio mimi naambianga nyinyi Mwenyezi Mungu, kurudi ni ngumu kwa sababu hata wamekaa hapa wengi ni watapeli. hey. Wakora ni wengi, lakini mimi nataka niseme tutasaidia familia ya Jirongo kwa sababu mimi najua Jirongo alikuwa nani. Mwenyezi Mungu awabariki.